Mimi nataka niwahakikishieni, mimi bado nipo sana na kwenye chama kwa sababu tumeanza. Nitaendelea kuwatafuta wadau wengine, tuendelee kuwashika wale itifaki wengine wasijione wanyonge o tukishamaliza kula za maoni, kazi huwa tunaibakiza kwa vijana wa itifaki sasa. Ndio maana unasikia kuna mlinzi wa mgombea, lakini hakuna mwanachama wa kawaida anaweza kuwa mlinzi wa mgombea kweli? Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nikaona hapana, lazima nitekeleze kile ambacho nilidhamiria. Nikamwambia Chacha, liko jambo tufanye. Ndio nilikuja kwako io mwenyekiti, ukanikabidhi Chacha, tukaenda dukani. Kwa sasa tukaanza na aina hii ya mavazi tutakaokuwa nayo leo, na haya kushona kwa hisia zetu kwa utaratibu wa mavazi ya itifaki yanayoshona. Lakini nataka niwaambieni, yawezekana mavazi haya sio mazuri sana lakini kwa kuanzia tunaweza tukasema tunayo mazuri, kwa sababu hatuko kwa nayo kwa hiyo tunaombeni kinachokuja kiende kikatumike na kikawe hamasa kubwa sana kitumike kwa maslahi mapana ya chama, kiende kikatumike kwa maslahi mapana ya shughuli za kuhamasisha chama, lakini kuwalinda viongozi wetu, lakini kuhakikisha chama kisichezewe. Sivunji moyo leo sasa, hata mimi na mwingine anayesikiliza mwanachama wa kawaida tunapaswa kukitetea na kukisemea chama chetu na kuhakikisha chama kinatangazwa katika mema na kuwanadi wagombea wetu wote kuanzia mgombea wa urais ubunge na diwani, kuhakikisha wanapata kura za kutosha. Hii ndio utaona raha ya mavazi haya. Kama tutatoa mavazi haya alafu tukapigwa kwenye uchaguzi, tafasiri yake mavazi haya hatutaonekana na itifaki tena, kwa sababu dola tumejuza mavazi haya atakwenda kutuuzwa ndani, tutajeuza upepo, tutashangaa wenzetu ndio watakuja na mavazi yao. Lakini nataka niwambieni kukitoa chama cha mapinduzi madarakani sio leo sisi kazi yetu ni kuhakikisha tunakumbusha na kuwakumbusha viongozi wetu kuhakikisha wanakwenda hasa kwa wananchi wanyonge, ili waendelee kusemea chama na kuungana na chama katika shughuli za maendeleo. Hapo vipi? CCM viva, vijana viva! Hapo vipi? Basi ndugu zangu, leo tumepanga kupitia viongozi wetu n, nitatoa full combat, lakini vile vile nitamwomba mheshimiwa nitamwomba mheshimiwa mwenyekiti wa Itifack, tutaorodhesha majina ya wale waliopokea gwanda hizo leo na namba zao za viatu wanazopanga. Lengo ni nini? Hatuwezi kwanza kukufikiria kukutafutia gwanda lingine kabla hatujafikiria kitu kwa kiatu cha kubalia gwanda lile <laughs> na sitawa, kama ni rafiki au ni upenzi wa dhati kwa viongozi sasa, nilipanga nitoe nungu zile kwa ajili ya ulinzi lakini kwa rungu tulizo nazo, mtaniruhusu leo tukabidhi kwa viongozi, kwa ishara ya kwenda kuwasimamia ninyi na kuwapa maelekezo na maagizo kwenda kutimiza majukumu, lakini hatujamaanisha kwamba tutakuwa tumekomea hapo. Tutakwenda kutafuta nungu kwa ajili ya kwenu ninyi, tukiamini ninyi ndiyo sungusungu, ninyi ndio makamanda, ninyi ndio askari wa chama chetu. Hapo vipi? Mimi ninaamini bila right, itifaki wilaani ali kunimoa no, isingekuwa rama leo bia kusikiliza maakilia na kutekeleza. Chama kinahitaji mimi, sera ya chama isingekuwa, ukipokea unapaswa kutoa. Umeelewa? Ni kama nilivotoka kwenye itifaki, ni kama mwenyekiti wa serikali ya mtaa. Leo mimi natoa gwanda, lakini wako wengi wangeweza kufanya zaidi ya hivi, lakini mioyo mioyo ya utoaji ndio changamoto tuionao. Mimi nataka niwaambieni, mimi ni wenu, nitumieni kadri mtakavyoona inafaa kutumika. Ukiona niambia nikusaidie, jambo nitakusaidia ninacho. Ukiona sijafanya wakati huo na mimi sina, kama bado wewe hauna magwanda haya sabuturi, magwanda ya viongozi. Na kwa kuwa tunatoa magwanda ya viongozi wote, tutavaa zile magwanda tutavaa, alafu tukishavaa.